Mbali na mafanikio tunayoyaona katika sekta mbalimbali, hivi sasa, serikali imepanga kutekeleza miradi mengine mingi ya maendeleo katika muda mfupi ujao kwa maslahi ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Utaratibu wa kibajeti tuliokuwa nao haukidhi kutekeleza miradi ya maendeleo tuliyokuwa nayo, hivyo serikali inalazimika kubadili mwelekeo wa utafutaji rasilimali fedha kwa ajili ya uwekezaji katika miundombinu ya kiuchumi. Nchi nyingi zilizoendelea zimejengwa kwa mbinu mbalimbali mbali za kupata rasilimali fedha zikiwemo kushirikisha sekta binafsi. Mageuzi makubwa hivi sasa yameendelea kufanyika kwenye utaratibu wa uchumi unaozingatia sharia ya Kiislamu katika nyanja mbalimbali mbali za kifedha ambapo serikali imeweka miongozo ya kufatwa na benki zenye kufuata misingi hiyo ya sharia. Tayari kuna kampuni za bima zenye kufuata misingi ya sharia yani takafo. Aidha, kutokana na hali hiyo, serikali imeamua katika mwaka huu wa fedha wa 2024-2025 kuanza kutoa hati fungani yenye kufuata misingi ya sharia yani sukuk. Hii inakuwa ni hati fungani ya kwanza kutolewa katika mfumo wa serikali, sio tu hapa Zanzibar bali katika nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunachosema ni kwamba Zanzibar sasa itakuwa ndio inaanza mambo, wengine wanatufuata. Hata hivyo, ingawa Zanzibar sukuk ni hati fungani yenye kufuata misingi ya sharia, hata wale ambao sio waumini wa dini ya Kiislamu wanaruhusiwa kuwekeza katika hati fungani hii. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni dhahiri kuwa mafanikio ya hatua hii yatategemea sana ushiriki wa kila mmoja wetu katika kununua hati fungani hii. Hatua hii sio tu muhimu kwa nchi, lakini pia kwa faida ya kila mmoja wetu, kwani fedha zitakazopatikana zitatumika kuijenga nchi yetu.